Mwenge wa uhuru kwa mwaka huu wa ishirini na ishirini na tano katika mkoa wetu wa Ruvuma mbio zake zitaanza tarehe tisa mwezi Mei ishirini na ishirini na tano ambapo tutaupokea mwenge wa uhuru katika kijiji cha Igawisenga, halmashauri ya wilaya ya Madaba, kata ya Wino, ukitokea mkoani Njombe. Utakimbizwa ndani ya halmashauri zote nane za mkoa wetu na utakabidhiwa katika mkoa wa Mtwara tarehe 17 mwezi Mei 2025 ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka huu 2025 unahusu uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kauli mbiu ya mwenge wa uhuru wa mwaka huu nijitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu aidha kauli mbiu hii inaambatana na ujumbe wa kudumu kuhusu mapambano ya malaria ya ambayo nayo ina kauli mbiu ya Zero Malaria, inaanza na mimi na wewe na sisi sote. Lakini pia kutakuwa na kauli mbiu ya dawa za kulevya isemayo kataa dawa za kulevya, timiza malengo yako. Pia kutakuwa na kauli mbiu kuhusiana na rushwa ambayo inasema kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, tutimize wajibu wetu. Lakini pia kutakuwa na kauli mbiu ya lishe isemayo afya ni mtaji wako, zingatia unachokula ratiba ya mbio za mwenge wa uhuru katika mkoa wetu kwa kila halmashauri itakuwa kama ifuatavyo tarehe tisa mwezi wa tano ishirini ishirini na tano siku ya Ijumaa itakuwa ni halmashauri ya wilaya ya Madaba, na tarehe kumi mwezi wa tano mwaka ishirini na ishirini na tano ambayo ni siku ya Jumamosi itakuwa ni halmashauri ya wilaya ya Songea na tarehe kumi na moja mwezi wa tano ishirini ishirini na tano siku ya Jumapili itakuwa ni halmashauri ya wilaya ya Mbinga, na tarehe kumi na mbili mwezi wa tano ishirini ishirini na tano siku ya Jumatatu itakuwa ni halmashauri ya wilaya ya Nyasa, na tarehe kumi na tatu mwezi wa tano ishirini ishirini na tano siku ya Jumanne itakuwa ni halmashauri ya mji Mbinga. Tarehe kumi na nne mwezi wa tano siku ya Jumatano itakuwa halmashauri ya manispaa ya Songea, tarehe kumi na tano mwezi wa tano ishirini ishirini na tano siku ya Alhamisi itakuwa ni halmashauri ya wilaya ya Namtumbo, na tarehe kumi na sita mwezi wa tano ishirini ishirini na tano siku ya Ijumaa itakuwa ni halmashauri ya wilaya ya Tunduru. Nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma na wadau wote wa maendeleo wa mkoa huu kujitokeza kushiriki katika mbio za mwenge wa uhuru. Kutakuwa pia na midahalo kuhusu masuala mbalimbali mbali yanayogusa maendeleo na maisha ya wananchi. Aidha, sekta binafsi na sekta za umma zinakaribishwa ili kutangaza na kuonyesha shughuli zao kupitia sehemu za mikesha zitakazokuwa zimeandaliwa.